Kwa wale ambao unapenda kuangalia mpira live, hii ndio app ambayo itakuwezesha kuangalia mpira live bure kabisa, kasina kufanya malipo ya aina yoyote. App hii haipatikani Play Store, bali utashuka hapo kwenye sehemu ya comment utakuta, nimekuwekea linki kwa ajili ya kudownload hii app. Kwenye hii app utaweza kuangalia mechi za ligi kuu Tanzania bara mechi za Ulaya na mechi nyingine nyingine kutoka mataifa mengine. Mfano leo angalia hapa, na mechi za kufuzu kombe la dunia, kuna mechi hii hapa ya Uganda na Mozambique Cape Verde. Hizi zote ni mechi za leo. Hizi hapa ni kwa upande wa bara la Afrika, na hapa kwenye upande wa bara la Ulaya, kuna mechi za Spain na Netherland, kuna Croatia na Faransa, kuna Italy na Ubelgiji, Denmark na Portugal, Ukraine na Ubelgiji. Guys, download hii hapo mapema uweze kufurahia kuangalia mechi live hasina kufanya malipo ya aina yoyote. Nachokuomba, kama bado hujasubscribe kwenye hii channel, usubscribe ili uwe unakuwa wa kwanza kupata taarifa kila ninapoachia video mpya. Asanteni sana. Tukutane kwenye video nyingine.